Habari, leo nitakutajia aina tatu za vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo aina yako ya kwanza tunasema ni vidonda vya tumbo ambavyo tunasema ni gastric ulcers hivi ni vidonda vinavyotokea uh, ndani ya ukuta uh, wa tumbo na mara nyingi hivi huwa vina una dalili yake kubwa ni kwamba unapata maumivu makali mara tu baada, uh, ya kula. Lakini aina ya pili tunasema ni, ni, ni, uh, ni, ni vidonda vya tumbo vinavyotokea kwenye utumbo mdogo, vinatokea juu ya utumbo uh, mdogo na hivi mara nyingi utapata maumivu makali makali sana a kwenye tumbo tupu. Ina maana ukichelewa kula utapata maumivu makali sana. Lakini aina ya tatu tunasema ni vidonda vya tumbo vinavyotokea kwenye umio a, vinatokea kati ya ya kiunganishi cha koo cha koo na tumbo. Mara nyingi hivi huwa vinasababishwa na asidi reflux. Kwa hiyo unachotakiwa kuzingatia ni kwamba unapokuwa unataka kutibu vidonda vya tumbo, kwanza elewa ni aina gani ya vidonda vya tumbo ulionayo, halafu baada ya hapo ndo rahisi kuweza kupata matibabu sahihi. Kama una vidonda vya basi comment hapo chini na sisi tutaona namna ya kusaidia.